Kumekuwepo na kuripotiwa kwa taarifa katika vituo vya polisi na nyingine katika mitandao ya kijamii zikijulisha kwamba mtu au watu fulani wamepotea, hawaonekani au wamekamatwa na watu waliojitambulisha kuwa askari wa Jeshi la Polisi. Jeshi la Polisi linapopata taarifa hizo huanza uchunguzi wa kukusanya ushahidi kutoka vyanzo mbalimbali ili kupata ukweli wa taarifa ya nini kilichotokea, kwani hauwezi kusema moja kwa moja kuwa mtu aliyeripotiwa kupotea, kutekwa, kulazimishwa kupotea, kuuawa bila ya kupata au ya kumpata anayedaiwa kupotea na ushahidi wa kuthibitisha taarifa hiyo ya nini kilichomtokea, kama alitendewa uhalifu, ni nani wahusika kulingana na sheria, kanuni na taratibu. Vilevile vile, kwa mujibu wa kifungu cha 117 cha Sheria ya Ushahidi sura ya sita marejeo ya 2022 marejeo ya mwaka 2022 na kifungu cha 161 cha Sheria ya Ndoa sura ya 29 marejeo ya mwaka 2019, dhana ya mtu kuchukuliwa kuwa amekufa inapaswa kuthibitishwa na mahakama baada ya miaka mitano kupita kulingana na vielelezo na ushahidi utakaowasilishwa. Katika matukio ambayo yameripotiwa katika vituo vya polisi na uchunguzi wa kina kufanyika, na walioripotiwa kupotea kupatikana wakiwa hai na wengine wakiwa wamekufa, hadi sasa ushahidi kwa baadhi ya matukio yameonesha sababu zake ni kujiteka, wivu wa mapenzi, imani za kishirikina, kugombea mali, kulipiza kisasi, kwenda nchi nyingine kujifunza misimamo mikali na kukimbia mkono wa sheria baada ya kufanya uhalifu. Miongoni mwa matukio hayo ambayo yamethibitishwa kwa sababu hizo ni pamoja na tukio la hivi karibuni linalomhusisha Shehe Zuberi Saidi Mkokoo miaka hamsini na tatu, mwalimu wa dini na kiongozi katika taasisi ya Islam Foundation iliyopo mkoani Singida ambayo pia inajishughulisha na shughuli za kuchinja wanyama. Katika tukio hilo kat, pitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii kulisambaa taarifa za kutekwa kwa shehe huyo na watu walio aliowataja au waliotajwa kuwa ni askari wa Jeshi la Polisi tarehe mbili mwezi wa sita 2025 saa tano usiku akiwa na kiasi cha fedha taslimu shilingi za kitanzania milioni 42. Taarifa ya kupotea kwake pia iliripotiwa polisi. Baada ya uchunguzi, ilibainika kuwa Shehe Zuberi Saidi Nkoko hakuwa ametekwa bali alitengeneza tukio la uongo la kutekwa ili kukimbia madani, madeni aliyokuwa akidaiwa na watu mbalimbali majina yao yamehifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi, yenye jumla ya shilingi za kitanzania milioni 521 na na laki tano. Sheikh Suberi atafikishwa mahakamani baada ya taratibu za kisheria kukamilika. Baadhi ya matukio mengine yaliyohusishwa na utekaji wa watu vikihusishwa vyombo vya dola lakini baadaye uchunguzi ukabaini kuwa vyombo vya dola havikuhusika kwenye matukio hayo ni pamoja na tukio la tarehe saba mwezi wa sita 2025 lililotokea katika kijiji cha Mtakuja kata ya Nanganga wilaya ya Ruangwa mkoa wa Lindi ambapo Rita Severini Ndambalilo miaka 41 mkazi wa Dangote Mtwara mfanyakazi wa kituo cha kuuza mafuta cha kampuni ya Specialized Petrol Station ya Mtwara alikutwa akiwa ameuawa kwa kunyongwa na mtandio na kutupwa kando ya karasha ya makarasha wa ya Wachina katika kitongoji cha Nahungo, kijiji cha Mtakuja, kata ya Malolo, wilaya ya Ruangwa. Upelelezi ulibaini kuwa mtu huyo aliuawa na Juma Salum Njenje, njenje miaka 49 aliyekuwa akimtumia kama dereva wake wa bodaboda, baada ya mtu huyo kumwona Rita akiwa amebeba fedha kwenye mkoba wake. Kabla ya mwili wake kupatikana, taarifa zilisambaa kuwa alikuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Watuhumiwa wawili wamekamatwa na wamefikishwa mahakamani na kesi iko mahakamani. Tukio lingine linamhusu Regina Rajabu Chaula miaka sitini na mbili, aliyekuwa na makazi huko Bahari Bichi, Kinondoni, Dar es Salaam na nchini Denmark, aliyedaiwa kuoa na Fred Rajabu Chaula na Bashiri Richard Chaula, kisha mwili wake kutumbukizwa kwenye shimo la majitaka. Regina ambaye alikuwa na, na kesi ya madai Mahakama Kuu division ya ardhi dhidi ya watumiwa hao Aliripotiwa kupotea ghafla Desemba 13, 2024 hadi tarehe 18 na nane mwezi wa kwanza 2025, mwili wake ulipokutwa kwenye shimo hilo la maji taka. Baada ya upelelezi wa jeshi la polisi kufanyika, watuhumiwa hao walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Pia tarehe 11 mwezi wa 11, 2024 litokea tukio lilomhusu bwana Dogratius Tarimo mkazi wa Kibaha mkoa wa Pwani, ambaye alionekana kwenye picha mjongeo au jongefu akipambana na watu waliotaka kumteka ambao hata hivyo walishindwa kutekeleza azma yao hiyo. Taarifa zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na tukio hilo zilisema kuwa waliokuwa wanatekeleza uhalifu huo ni askari polisi. Uchunguzi ulibaini kuwa waliohusika sio askari polisi na chanzo cha tukio hilo ni wivu wa mapenzi. Watuhumiwa sita walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Aidha, tarehe ishirini na nane mwezi wa nane, shirin shirin katika kijiji cha Haiderere kata ya Haiderere tarafa Haidom wilaya ya Mbulu mkoa wa Manyara Saulo Samuel Baloho, miaka arobaini na nne mkazi wa Haiderere alitoa taarifa ya uongo kwa kutumia simu ya mkononi kuwa ametekwa tangu tarehe 22 mwezi wa 8 2024 na watu wasiojulikana na kumpeleka Karatu mkoa wa Arusha kwa lengo la kumtoa figo. Upelelezi ulibaini kuwa mtuhumiwa hakutekwa, bali aliondoka nyumbani kwake akimwaga mke wake kwamba anapeleka fedha shilingi za Kitanzania laki mbili na elfu themanini ukweni kwa mtoto wake wa kiume ambazo ni mahari anadaiwa mtoto huyo. Uchunguzi ulibaini mtuhumiwa alizitumia fedha hizo, na ili kuficha aibu akaamua kuzusha kwamba ametekwa. Mtuhumiwa alifikishwa mahakamani na kuhukumiwa kulipa faini ya shilingi za Kitanzania laki moja. Tukio lingine ni la tarehe 23 mwezi wa 8 2024, lililotokea katika kitongoji cha Kwedijava hii cha Nyasa, kata ya Kangata, tarafa ya Magamba, wilaya Handeni, mkoa wa Tanga, lilomhusu Elia Elifaza Raymond Mchome, miaka mitatu, mkazi wa kitongoji cha Kwedi Java, ambaye aliuawa na kufukiwa ndani ya chumba walichokuwa wakilala na Jackson Elisante Maeda, miaka ishirini na tatu, mkazi wa Kwedi Java, kwa imani za kishirikina. Kabla ya kubainika kwa mwili wa mtoto huyo, Taarifa zilisambaa kuwa alikuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Mtuhumiwa aliyehusika na mauaji hayo alikamatwa na kesi iko mahakamani. Pia tarehe 19 mwezi wa nane 2024, Ezania Kamana miaka 36, aliyetoweka bila kufahamika mahali alipokuwa, alikutwa akiwa ameuawa na mpenzi wake aliyefahamika kwa jina la Abdala Miraji Musa miaka 42 kisha mwili wake kukatwa katwa na kuwekwa katika mifuko minne ya sandarusi na kutupwa maeneo ya Ununio. Mtuhumiwa alikamatwa na kesi iko mahakamani. Kuna matukio ya watu saba ambao waliripotiwa polisi Singida kuwa walipotea au walitekwa. Uchunguzi ulibaini tarehe nane mwezi wa nane ishirini na nne ulibaini katika kijiji cha Chalunyangu kata ya Makuro, tarafa Mtinko, wilaya ya Singida, mkoa wa Singida, watu hao ambao ni Samweja mweja Sifaeli Saidi miaka 22 mbili na wenzake saba waliuawa kwa kukatwa sehemu mbalimbali za miili yao, kisha kunyufulewa au kutolewa baadhi ya viungo vya miili yao na kufukiwa kwenye mashimo tofauti tofauti na waganga wa kienyeji waliofahamika kwa majina ya Saidi Haji Msanga miaka 24 mkazi wa kijiji cha Migungu pamoja na Kamba Kasubi miaka 34 wakishirikiana na wenzao kumi na mbili. Aidha baada ya ufuatiliaji bainika miili mingine mitatu iliyofukiwa wilaya ya Chemba mkoani Dodoma na kufikisha jumla ya watu, watu kumi na watu kumi waliouawa na watu hao kabla kubainika miili yao taarifa zilisambaa watu hao walikuwa wametekwa na watu wasiojulikana. Watuhumiwa 1 tatu walikamatwa, kesi iko mahakamani tarehe mwezi 3weziw724 biashara wawili wa wilaya ya Songea mkoa wa Ruvuma waliofahamika kwa majina ya Ray James Yera na Reziki Mbarara Mohamed walidaiwa kutekwa baada ya kutoonekana kwa siku kadhaa bila taarifa huku simu zao zikiwa hazipatikani. Upelelezi ulibaini kuwa watu hao waliuawa na mganga wa kienyeji aliyefahamika kwa jina la Mtila Msua Ausi, miaka 29 mkazi wa Lugunga wilaya ya Tunduru, katika pori la Mdingula uwanja wa ndege, kwa kuanywesha sumu na yeye kuchukua pesa kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni kumi na tano ambazo marehemu alibeba na kwenda nazo kwa mganga huyo ili ziombewe dua. Watuhumiwa watatu walikamatwa, kesi iko mahakamani. Tukio lingine ni la tarehe tatu mwezi wa saba 2024 lililoripotiwa likiwahusu watoto wawili, mmoja miaka kumi na mbili aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la saba katika shule ya msingi Busenga na mwingine miaka nane aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la pili katika shule ya Akiba English Medium iliyopo wilaya ya Ilemela, waliojiteka na kupanga nyumba katika eneo la wilaya ya Nyamagana na kuanza kuwapigia simu wazazi wao kuwa wametekwa, wako Buhemba mkoani Mara na watekaji wanahitaji shilingi za Kitanzania laki moja Watoto hao wanaendelea kufuatiliwa tabia zao chini ya ustawi wa jamii na Jeshi la Polisi. Hali kadhalika tarehe tatu mwezi wa saba 2024, John Zefania Mboge mkazi wa saba, ishini, Mbogue, Goba Center, aliyekuwa akitokea benki ya CRDB tawi la Coco Plaza alikamatwa na watu saba na kumwingiza kwenye gari namba T 458 D di wau Toyota kisha kumpora pesa. Watuhumiwa saba walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Tukio lingine la tarehe 17 mwezi wa 6 2024, lililotokea katika kitongoji cha Kabionda kijiji cha Mulele kata ya Ruhanga tarafa Kamachumu wilaya Muleba mkoa wa Kagera ambapo mtoto aliyefahamika kwa jina la Noela Novat Asimwe, miaka miwili na nusu, mwenye ulemavu wa ngozi aliripotiwa kutekwa na watu wasiojulikana. Uchunguzi wa polisi ulibaini kuwa mtoto huyu ameuawa kwa kunyongwa shingo na kunyofolewa baadhi ya viungo vya mwili ikiwemo mikono yote miwili, kisha mwili wake kutupwa kwenye daraja ukiwa umefungwa kwenye mfuko wa sandarusi. Watuhumiwa tisa akiwepo baba yake mzazi walikamatwa, kesi iko mahakamani katika tukio lingine la tarehe 15 mwezi wa 5 2024, mtoto ambaye jina lake limehifadhiwa kwa ajili ya kiusalama au kisheria, alipotiwa kutekwa katika maeneo ya Manjelwa Ilomba, wilaya ya Mbeya, mkoa wa Mbeya na Winfrida Martin Komba, miaka 36, mkazi wa Vingunguti, Dar es Salaam, kwa kushirikiana na mzazi wa mtoto huyo aitwaye Agnes Jacobau Buli, ikiwa ni njama waliopanga ili kumshinikiza baba mzazi wa mtoto huyo atoe fedha za kitanzania milioni ishirini ili mtoto aachiliwe na watekaji, la sivyo watamuua. Watumio watatu walifikishwa mahakamani na mtumio mmoja alihukumiwa kifungo cha miaka mitatu jela, mmoja alihukumiwa ambaye ni mama mzazi kifungo cha nje cha miezi kumi na mbili. Na mama ambaye mtoto alikutwa kwake aliachiwa <tune>